Lisbon uh, alio huko Pennsylvania nchini Amerika, alikuwa anaishi hapa kambini Musasa, akaenda kwenye nchi ya tatu. Aliona si vema asherekee sikukuu yeye peke yake, akapenda kumshukuru Mungu, akatumia hawa wajane ambao mnawaona hapa. ha, ha, imani, habgichu, Amina hilo. amina Ubundi kandi dushimiye Lisbon watekereje kuambika bafa kazi Nukuri turagushimiye data Imani guhumugisha Asante aho akuye Imana kongerere huzure nabavyayi ima na bakuvyaye Imana ya mwishiri bahumugeshe Amina amina ukikumbuka bashimo oma No anja kula mone ombe weto ushili lakini twashuku dashuku twashuku twa twa manga no se twashuku kizi bile mu eta tata bile mu eta mama atwabi nolunge amone ebingi bya manga tata amina Anazungumza kibembe bashimo Jambo ndugu zangu wakimbizi kwa majina naitwa Lubeni Lisbon fisi wa ansie chef de Kakalambo. Kwa majina maalfu naitwa Kakalis Lisbon, na ishi huku Marekani musteti ambayo inaitwa Pensilvania, Harisburg. Tumeona tumutolee Mwenyezi Mungu sadaka hii kwa yote anayotutendea ndani ya familia yetu, na sadaka hii tumeona tuipatie wajane ambao mnawaona hapa kwenye hii video. Hatuna uwezo wa kueneza kila mtu, ila uwezo wetu imeshia kwenye hawa wajane ambao mmeuona hapa. Aksante. Anazungumza kibembe Bashimu

gawa msaada ambayo ilitolewa na kijana ku Crux Lisbon. Uh, ni kijana aliyetoka hapa kambini, kwa sasa anaishi huko Amerika Pennsylvania State. Alikumbuka wajane kama anavyofanya uh, kila wakati. hii si mara ya kwanza, alitumia wajane wa kabila la Wafuliru, wajane wa kabila la Wanyamulenge, wajane wa kabila la Wabembe, wajane wa Warundi wanaoishi hapa kambini ya Musasa nchini Burundi. Uh, ningependa tumupigie makofi kwa kazi hiyo. Uh, asante. Haya, hapa uh, tutaita, tutaita kila jina. Tuko na list ambayo uh, alitupatia. Kila mama tukimuita hapa atapita akamate uh, salamu yake. Anyesi Muzaliwa anawezi pita. Mwakole manga, mwakole manga, mwakole manga, <laughs> mwakole manga. Elebe, achu avino, oelelwe ancavino hachwe vinge. Mungu abari. Amen. Alfonsine, mama Alfonsine, karibu mama, hapa kupatie eh, cha kukupendeza, sijue yeye anazoea uh, unatia hapa begani halafu Uh, sawa sawa nakanya nakanya nakanya mbeno yo eta abeca awelele, awelele. Zaidi zaidi, Aline Alfonsina, asante Mungu akubariki yeah. Uh, arafu tumuite Mama Mutunga Jacqueline Mutunga apite hapo mbele naye apewe apewe zawadi yake. Alafu hii ni salamu ya Lisbon. Asante, nimeshukuru. Ni mimi mama Mikele Kambini ya msasa, nimeshukuru sana. Mungu akubariki azidi azidi azidi azidi, tena aongezee. Basi siku ingine utatukumbuka, asante sana. Alafu ni muite mwingi navyo mwingi nabyo. Uh, fitina naye akua hapa kumstari eh, hey aline mwingi navyo mumasa aavecha mmelele achwavinalonge ochwevinge vyaelelela tichodangani ushaatua avecha mmelele asante. Hiyo ni kibembe ya sekretari ya Tanganyika. Alafu fitina munimukamatia fitina mukono afike hapa eh, munimukamatia. Alafu amupe kitenge ya kumupendeza hapa, alafu avale apendeze eh, Hauna ke bien. Mupereke pere ke pore pore. Ha? Huh? Uh, uh, angalia kule, angalia kule ku kamera, yeye haone mzuri. Eh. Hey. Mm. O anjiwe watu um, le ena. O mutumi ela ena. Ato enge, Mungu anjiwe. Kibembe ya bashimu nyaka ah, hiyo. Asante. Hiyo <laughs> ni kibembe ya bashimu nyaka. <laughs> eh. Hey. Imelita. Emelita Mongali yao huyu uh, nadhani ni msekretari wa Shimoku ya Basimo Oma. Basimo Oma No anja kula mwana ombe wetu ushili mm. lakini twashuku dashuku twashuku manga no se twashuku manga kizi yule muita tata yule muita mama atabindu lunge amune ebingi bya manga tata amen Anazungumza kibebe ya Basimo Oma Bitisho wa Libertina. Bitisho wa Libertina. Bitisho wa Libertina napokea salamu yake kutoka kwa kaka Lisbon Pennsylvania. Shukuru, shukuru sana. Sema shukuru. Kibembe cha bashimuenda sana twashukurumanga sana mwena mbao wateleche tata anawasaka vino no, longa vinge. Amen. <laughs> Nyanseruka apite hapa ni wa mu quartier seti naye aseme Kinyamulenge, turashimye cyane ya huko Itombwe, nazania anatoka huko mibunda cyane. Asante Nyakiza, Nyanduhura wa quartier sisi apite harafu Nyamugisha, Nyakirayi, tuko pamoja naye hapa nazania

nukuri turagushimiye data imana iguha umugisha asante aho wakuye imana kongerere huzure n'abavyeyi bakubyaye imana ye mwijuru baho umugisha amina amina ukikumbuka wajane unamkumbuka mungu kusaidizana na mungu we unageuka mkono wa mungu nyamitavu quartier dis ya pite hapa mbele irakoze abia quartier uh, 1 uh, irakoze abia mupite hapa mbele irakoze abia iko hapa Tauraza urakoze imana iguha umugisha kwemeye kutwibuka ugize neza imana ikongereye byinshi aho bakuze hose ubone byinshi asante vumilia vumilia apite hapa mbere atuzungumuzie kifuriro ya kule ya kule lwindi ni lwindi kubenge wakengera ya sehemu gani asante nayivuga rurema bwenene. Mm wanamkengera Angela vumiria wanamkengera emu mu, ni mubuzi bwo kuzina lya nina watingingwa nishikomuga mugaya mama waleta ati eh nanga tumuyije nayivuga bwenene ho wasaza hashubira bindi hashubira bindi gashanirwe nabana bawe mubyawe byose munga mubariki sana madegede madegede musingo kwanza baba musingo kuti mukanira ne family yoshi twakanira bwenene Sawa kongwa mungu akutabale atabale ne familia ini yoshi kongwa arafu mapendo ma mapendo mujinku mujinikire mapendo mujinikire nakuivuga bwanene kifindo kifuriro cya mu plene de la rosis rurema akuyongere kwa saho wa saaza akwishure bindi nabazazi binyukwa ku ndi rurema agende kubayongere emisi omwe sho mugo kimugalo ogeza rurema hayongere nyehe ni wa mukarche seti mama jigado nashukuru bwanene bwanene tena bwanene nyo ni kiribu wa mbere nani mugangengera hano mukambi rurema agende kuba yongera bwanene kongwa kituza furaha kituza furaha ali hahi kituza furaha nawe tambuka mama bakuhereze baku, Eh, kifu rero cha musange ushukuru shukurani zihe, zihike Pennsylvania uh-huh. eh, aha kifu rero cha musange ta naho tashukuru kukengera bajane kweli Mungu akugashanire wa ho washaza akuyongere bingi kongwa kifu rero cha musange uri kituza sifa rehema sifa rehema boni baba Mungu akugashanire nakandi akugashanire murawane nyeho oyo ninawakarama ho wasaaza guno mulondo wambeza hayingire faranga nyingi bihumbine bihumbi nebihumbi baba mungu akugashanire nengabo yawe yoshi kongwa kongwa kongwa malerano Anastasia eh, twadeta kongwa bwenene kuguno muhumana no matugirira mungu bagashanire bwenene kumenge muyiza bafu akazi kuba mulibuka Kongwa. Asante sana mama yangu mapendo safari apita embere yashukuru mungu mungu akugashanire baba wambeza kuno mlondo ussaziu mungu akugashanire bwenene joli Joli apite mbere ndashimye cyane data we nubwo nakuza imana humugisha aho wakuye wongere imana ishobore kukongereza n'ibindi byinshi n'abandi zobaheze nukasanti minyeko minyeko mufurero wemakobora apite mbere kwa kujitolea sio wengi wako vile na kizazi chako kijacyo Mungu akibariki tena akurinda akulindire familia akulindire wazazi wako na uzidi kukumbuka uh -huh. mama bora nukuri turagushimie cyane kuvyo wakoze watwibuse twebwe dudafisa bagabo imani guhezagire cyane kandi kongereza imigisha owakuye hasubira ibindi. asandi wenene Acha nipite batoto niombe batoto wa amukartie wa d bapite pale mbele. Ndagushimiye Lisbon kaka Lizi na konde boy. Turabakumbuye cyane, merci <laughs> Lisbonne kututumia franga. Mungu akongeze baraka, amina ah. Nakushukuru Mungu kaka Lisbonne kwa kututumia franga asante. <laughs> Yeah, kwa... bose Aya tunamaliza kazi ya kugawa vitenge kwa wajane ishirini na nne ambavyo vilitumwa na kaka Lisbon, uh, aliyo huko Pennsylvania nchini Amerika. Alikuwa anaishi hapa kambini Musasa, akaenda kwenye nchi ya tatu aliona si vema asherekee sikukuu yeye peke yake, akapenda kumshukuru Mungu, akatumia hawa wajane ambao munawaona hapa. Hawa watoto mnawaona, ni watoto wa Mkartier de hapa kambini ya Musasa. Ningependa vigeregeri makofi tukimwombea mibaraka. mibaraka imufikie Mungu, amutendeye mambo mazuri katika maisha yake. Alafu ningependa nitume ujumbe kwa wale ambao walitoka hapa kambini nikiwashukuru. Kuna wenye walishapana na michango, kuna wenye walipana mangombe za bonane, wengine walipana mabunga. Hao wote ambao wanafikiri wanawaza walikotoka, Mungu awafanyie nini jameni. Mungu awabariki, na wengine waige mfano kama na huu wa kukumbuka pale walikotoka. Mungu amubariki. Makofi mingi jameni.